Kabla ya El Chapo, kabla ya Sinaloa Cartel, kabla ya damu kujaa mitaani Mexico, kulikuwa na mtu mmoja, mtu ambaye hakupenda kelele, mtu ambaye hakupenda risasi hovyo, lakini aliyependa kitu kimoja sana. Mtu huyu alipenda udhibiti. Jina lake alikuwa ni Felix Gallardo. Bongo Extreme. Felix Gallardo alizaliwa mwaka 1946 katika kijiji maskini huko Sinaloa, Mexico. Alikuwa kwenye dunia ya umaskini, njaa na ukosefu wa matumaini lakini Felix hakuwa mtoto wa kawaida. Hakuwa mpiganaji, hakuwa mwizi wala hakuwa mtoto wa mtaani. Alikuwa mwangalizi, aliwaangalia watu, aliwasikiliza watu, alielewa udhaifu wao. Na hapo ndipo akajifunza jambo moja: nguvu ya kweli haiko kwenye bunduki, iko kwenye kuunganisha watu. Felix Gallardo aliingia jeshi la polisi, siyo kwa sababu alipenda sheria, bali kwa sababu alitaka kujua mfumo. Akiwa polisi alijifunza njia za doria, rushwa inavyopita, nani na nani serikalini. Aliona mfumo ukiwa unauzwa, na hapo akajua sheria inaweza kununuliwa. Miaka 1970 mia Felix Gallardo Akaacha kazi ya polisi akaungana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya, lakini tofauti yake na wengine ni moja: aliunganisha badala ya kugombanisha. Aliunda kile kilichoitwa Guadalajara cartel. Kwa mara ya kwanza, dawa zikapita kwa mpangilio, rushwa ikaratibiwa, mauaji yakapunguzwa kwa muda. Felix Gallardo hakuwa mhalifu wa fujo, alikuwa CEO wa uhalifu. Chini ya Felix Gallardo kokeni kutoka Kolombia ikapita Meksiko, ikasambazwa Marekani, dola zikaingia kama mvua. Aliwapa rushwa polisi, majaji, wanasiasa, majeshi, hakuna aliyemgusa. Meksiko ikawa njia kuu ya dawa duniani na Felix Gallardo akawa baba wa cartel zote. Lakini hata mashetani hufanya makosa. Mwaka 1985 wakala wa Marekani Enrique Kiki Kamelin alitekwa nyara, akateswa, akauawa, na jina moja likaanza kunong'onezwa kuwa aliyefanya hayo ni Felix Gallardo. Bongo Extreme Hapo Marekani wakasema inatosha. Mwaka 1989 Felix Gallardo alikamatwa, hakukimbia hakupiga risasi, alikubali hatima yake kimya kimyakimya. Lakini kabla ya kuanguka, alifanya jambo la mwisho la hatari sana, aliigawa kateri, akaunda Sinaloa kateri, Tijuana kateri na Juarez kateri na hapo vita vya damu vikaanza. Gerezani, Felix Gallardo hakusahaulika, aliendelea kuheshimiwa, aliendelea kuogopwa. Lakini nje ya gereza, Mexico ikazama kwenye damu. Maelfu ya watu walikufa, mamilioni wakaasilika, na yote ni kutokana na mfumo alioanzisha Felix Gallardo. Felix Gallardo hakupiga lisasi nyingi lakini alisababisha lisasi zipigwe zaidi ya mtu yeyote. Hakutafuta sifa, lakini jina lake liliandikwa kwa damu. Felix Gallardo alitufundisha kuwa uhalifu mkubwa hauanzi kwa fujo, unaanza kwa akili. Msimulizi wako ni Evans Charles na hii ni Bongo Extreme Store. Bongo Extreme.